Bwana bahati msange erasto alitia ndani politika de prosimite kwa kuya kuzungumza na raia kusikia raia anasema nini raia anaongozewa namna gani raia anakonsomea sevisi yetu namna gani? Mana, tupucha, pucha, na gani na ndio maana wakubwa wamewakusanya hapa kwa sababu tukuja kuzungumza tumekuja kuzungumza na nyinyi najoa mwisho na na ya nelo letu, tutakuwa seazi ya maswali na majibu, tutawapatila nafasi mongee, mseme shida zetukuwatatiza lakini, sisi tumekuja kuzungumza na nyinyi na wakati kupata maswali, tunatoa angalisho, serikali ya Kinshasa hailale. Kwanza serikali ya kichasa yainane, inakamata vijana wetu wadada wetu wa mama zetu. Pana vatamo bongo, banakuwa banasingizia, banasema kitu bongo hapa juu ya makestion. Mutu atakwambia na tunapigiwa tunafanya nini? Ukamuuliza nani mwenye alipigiwa, anakwambia nilisikia kule, sijua wapi kule. Makibumba nilisikia walipiga mtu, ile ni bongo. Ukeleta swali lako hapa, hakikisha kwamba uko na makemeshu. Tunapenda tutoe ile ile shida, tulete suluhisho. na mjani makatogo walikula, walikuwa kule Washington, wanatoka kule wanafungula mashampanye, wanatazungiza ile mashampanye jana vezitungula jua nini, ile ni Rwanda na Kongo.

mogoli wa aliniambia alinyambia kwamba tuambie populasion ya Nyiragongo kwamba ni mtu mmoja baasa. Kitu ya ubaguzi, ubaguzi janatufikisha hapa. Serikali ya kisasa ilipia mbinu zake zote kusudi igawanye raia wake, tunataka pana utofauti ya mazita ambayo ambazo zilikuwa hapa Kongo, kuna vita yetoeta, ine guerre constitutionnelle, uje ine guerre politique. Ine guerre constitutionnelle wakati hichi wakati kona probleme quelque part, raisi anakamata na kamata majeshi zake anamaliza hiyo mzozo. Na kuna vita yeyetoeta, ine guerre idéologique, njo ile vita ya chilongo

alitugawanya katika makomi yote mbalimbali kusudi apitishe maendeleo zake. Kamarada Anderson mwenyewe alifanya sema kwamba timoo si no, kule no, kwa makasai analewa hapo maonge machakula na kadhalika. Me anatuletea tu wazalendo ana, anatuletea tu maarme anakuwa kutuletea tu maarme aega anakamata mtu mwenyewe kufanya formasio anampatia silaha kusudi amalize ndugu yake. Ukamata sana ukufanya mafunzo yake, mnajua swite haujua kuitumia, wakanyanyasa anapata na hao wasivile wajinga, na hata wapatia nasaler. Ile ilikuwa namaanisha kwamba shule ambayo alikuwa anapenda akumalize, lakini Lazima vijana wa wenye wabongo walisimama kabisa. ne Anderson amesema hao watatu wanachapa kazi mzile eneo, wanachapa kazi huko Mauzira. Njo maana sisi tumekuja tena hapa kwenu tuwaambie kwamba safari, vita ina haribisha vitu vingi, tunajua gharama ya vita, hatuzadi hizi vita lakini kakichokoza tutamwonesha jinsi jinaji kujitetea. Sisi tunachunga sisi, target yetu ni population. Tumpatie amani population kuisazile kwamba tumposha kumuzigo mbaya ya mozi. Ndio kwa maana tena viongozi walisema kwamba unajua, kwa hizi masiku liwani wa jimbo iko na shikaza

Agelsana mepaa kwanza eshantio, lakini tunasema je, kuna vijana wengine ambao wako tayari wakuche tufukuza zile mamenase mbali mbali? Kishasa kuna vijana ambao wako tayari tena, sisi hatukaze mtu, tunahitaji vijana ambao wanapenda wakuche kwa wenyewe. Nikue pasien tutawapatia wakati ya kuuliza maswali.